na ambayo wenzetu wamezilevu kuhusiana na maoni yetu. Tumesikia majibu na mapingamizi ambayo wenzetu wameleta. Mheshimiwa, nikianza na kombi la kwanza, kaka yangu Itakibatala alivyosema sisi ni, ni, ni, ni mae kweli siwezi kuifia hiyo, lakini naomba nipingane naye kwenye haya Mheshimiwa. Hmm. Uh, wakili msombi Kibatara, wakili nguli, anasema kwamba kifungu ambacho nilikiomba mahakama yako eye na kwenye, sira, kwenye ile disrespect ya mahakama ile ni contempt of court iandaliwa mashtaka, baadaye ushahidi uletwe na mshtakiwa aweze kujitetea. Mheshimiwa ni kweli kifungu hiki kinahusu sana proceedings, lakini with due respect kwa kaka yangu, kifungu hiki au kinakuwa ya au mashtaka yale kifungu hiki Yanakuwa, yanakua, yanaanzishwa maniasaa yanaanzishwa na mahakama, kwa maana ya mahakama kuona kuna content ya mahakama, yaani kuna content, kuna yaani mahakama imedhalauliwa, ndio mahakama alipo alivo isaiti ile shauri, ni mahakama pale inapoona kwamba imedhalauliwa, yaani hawezi kutoka polisi kule akasema napeleleza hii kesi mahakama kwa <laughs> maana inaitwa summary proceedings. kwa Kwahiyo mheshimiwa, the gist ya kifungu hiki ni mahususi kwa mahakama inapo control proceedings zake <laughs> na ndugu rusaha ya bunge ikaipa mamlaka mahakamani, ukiona mtu analeta dharau dharaudharau anaidharau mahakama Nishughulikie chini ya kifungu hiki, hatuja hawezi kuwa mahakama aseme umecontact mahakama. Maana mheshimiwa alikuwa simple tu mheshimiwa, uungulako liko chini ya kifungu cha mia kumi na nne hatuwezi <coughs> kuiamulia mahakama yao kwa sababu disrespect ni mahakama ndio inaangalia hii ni disrespect au sio? Sisi tunasema mheshimiwa, sisi tunavyoona mahakama tikiacha yende hivi mheshimiwa, mheshimiwa hapo anashindwa kuita kesi anasubiri kwanza hayo maneno hayo, sa hayo maneno inakuwa sio sawa mheshimiwa. Hmm, sana na kwamba proceedings zinaanza pale kesi inapokuwa imeitwa sio sawa. Ukisoma hicho kifungu kinazungumza, hata ukipiga kelele nje ukaleta disrespect ya mahakama, sio kama kesi imeiva bado, inakuwa mahakama inaweza ikatoa mtu kabisa huko, kama bado inaweza kutumia kifungu hiki. Si tulialika mahakama hii, hebu kuangalie, mheshimiwa kwenye hili nongiwe, mheshimiwa, hiki ni sawa? Sisi kama mafisa wa mahakama, kiukweli tunaona tunaona wivu na kuheshimu mahakama, ndio maana tukaiomba Mheshimiwa mahakama yako, hivi vifungu vipo Mheshimiwa, tukakuachia wewe uamue, kasema uitolee mwongozo ui, ui, uitolee maamuzi. Ndio maana tukasema hapo, hatukuwa tunamaanisha tumeleta application ya summary ila tulikuwa tunaielekea tuna- tunaiarika mahakama kwenye vifungu ambavyo vimetoa makatazo ya hii kilichotokea, ndio tukatumia kusubiri Mheshimiwa, kuhusu ahirisho. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwenye hoja hiyo Mheshimiwa, tunaona wenzetu pia wanasema hakuna sehemu yoyote ambayo kulikuwa na na disrespect ya kwa mahakama lakini sisi tuliona mkoti imepigwa mahakama imeanza kote, tukisimama kaeni, mahakama imeanza tukamshuhudia karani hai- hajaita kesi kwa saa, au Mheshimiwa hajaagiza kesi hiyo, kwa sababu kulikuwa kuna vitu vingine. Kwa hiyo hicho sisi tunaona ni disrespect kwa mahakama, lakini kingine swala la kwamba eti mshtakiwa ameingia wakati mahakama inaingia, akakosa nafasi ya ku ya kusalimiana. Naona imekuja tu, by the way, kwa bahati mbaya, hawajatuambia ni kifungu gani ambacho kinaelekeza kwamba mshtakiwa hawepo kwanza. Mheshimiwa hapa mahakamani tunaweza kuwa na kesi hata zaidi ya moja hata hapo, janeuk naweza tukaleta jini. Kwa hiyo akiingia naye tusubiri asalimu, inakuwa iko hivyo? Hakuna hicho kitu Mheshimiwa, anaweza kaingia na kukaagiza mshtakiwa alikuwa kwa kwa hiyo, hii sio justification mi kabisa, na mahakama si hukumu ya siasa.

na mheshimiwa <coughs> kwa maana hiyo, mheshimiwa bado tunaona mahakama ni lazima iheshimiwe, <tot> na wote tunaofika mahakamani tuheshimu kwa wote <tot> kwa hiyo tunaomba tu mahakama iendelee kulitolea maamuzi kwa kuangalia haya. Mweshima, tukija kwenye swala la adjournment ni kweli Mweshimiwa, mm -hmm. kutuambia tuje kuelezea ni wapi kuelezea na ndio oda ambayo ilitoka naa Mweshimiwa oda ile haikutuambia tuje tuseme nini kuhusiana na upelelezi, yaani tuje tuseme upelelezi umekamilika kama wenzetu aa, oda ile ilikuwa tuje tuambie mahakama upelelezi ulipofikia. Mwisho haujaagiza kwamba tarehe inayokuja upelelezi huo umekamilika. Kama oda ya mahakama ipo hivyo, unless kama wenzetu

ikagundulika kuna vitu ambavyo wamevikusanya kwenye mpelelezi vinahitaji further investigation, mheshimiwa. Mfundi wa 2246 binafika 2246 vinaeleza bina, bina bina kabla kabla mheshimiwa, kabla ya jamaa kufaili kesi mahakama kuu, kwa kesi nayo kwa kesi nayo inayosikilizwa na, ina, na mahakama kuu, anaaitia jalada likiwa kwenye vijalada vitatu, mpelelezi anaandaa na vileta vinasomwa

Mheshimiwa Mbadi Masiku sio ndio, ndio, ndio kiambia mahakama hiyo tuseme, oda ya mwisho. Oda ya mwisho mheshimiwa, ilikuwa sisi ndio tupe tueleze upelelezi. Umefikia wapi, sio tu maneno. Sasa mheshimiwa, tumeleta upelelezi, tumeleta jalada, tumeeleza kilichotokea. Kinachotaka tueleze na tukijaza tano upeleleza mheshimiwa, sio na nia ya sheria hiyo. Ukishaeleza kwamba tunaenda kueleza hiki na hiki, hizi tu kuingilia, kuingilia kule. Labda wenzetu ndio wanataka kujua mnapeleza kinini Yaani, suala la kwamba eti wanapeleleza nini ni swala la yule ambaye analei ambao ni jamhuri, wanatakiwa wamalisapeleleziwako unaweza kutosha. Hamna sheria inaolazimisha useme mahakamani napeleza hiki na hiki na hiki na kile. Kwa hiyo hayo ndoonasu mheshimiwa. Wenzetu wamerejea wamerejea kwanza mwongozo wa DPP ule mwongozo Mheshimiwa, mwongozo namba moja kwa mwaka 2022, kama niko nao sahihi, basi mbaya kaka yangu Kibatala kweni na moja kwa moja kuelezea mwongozo, yaani haya ya ngapi <laughs> na ya mwongozo huo. Lakini mheshimiwa, narejea kwenye huu mwongozo ambao ametaja huu mwongozo umetengenezwa chini ya kifungu cha 18 cha sheria ya mwenendo wa mashauri mimi cha sheria ya National Prosecution Service, ya Kiswahili chake vizuri, sheria ya ofisi ya mashtaka na huduma za mashtaka, sheria ya ofisi ya mashtaka na huduma za mashtaka hiyo hiyo hiyo, sura ya 130. Mheshimiwa, katika mwongozo huu aya ya saba romani ya tatu inasema. Kwa yale makosa yanayo anaagiza kweli hakikisheni nakamilisha upelelezi kabla ujataweka kesi mahakamani, lakini kwenye huo huo mwongozo anasema, aya ya saba anasema, mwongozo wa DPP kwa makosa yanayosikilizwa na mahakama kuu, hakikisheni upelelezi unakamilika ndani ya siku 90. Aya ya saba na Roman inasema, utaomba ongezeko la muda hadi umekuwa umelegiwa kweli, na muongozo wa prosecution, jinsi inavyofanya kazi, ingawa ni muongozo wa ndani inaelekeza kama swala la kufuata mwongozo huu, tunaona mheshimiwa, bado kwenye tupo ndani ya muda wa, wa mwongozo huu, kama kufuata mwongozo huu imbao sisi tukuwa na kujitahidi ku speed up investigation not necessary nifike hizo siku 90 lakini nimeusemea kwa sababu umeleta Mm -hmm. Mheshimiwa hakimu mkazi mkuu, wenzetu wamerejea kesi ya Abdalla Kondo. Naona hii kama imekuja bahati mbaya kwa daktari, lakini naona kama imekuja bahati mbaya hii, ni kisungi cha ualia, yaani haifanani na mazingira ya kesi hii. Kesi ilikuwa inahusu incest kifungu cha yeah, unnatural offence so kifungu cha mia hamsini na nne hi na hii yeah. Kesi ilikuwa inazungumzia mamlaka ya kuifungisha prosecution <tosan> ushahidi nkikia kichoka ki, ki, kinaongelewa kwanza ukurasa wa so, kumi na moja kwa Mato, uh, daktari, kumbak, mbima, kama, kwa bahati mbaya tu alituchukua kwamba akaambia mahakama kwanzia kurasa wa 11 soma mbali na 14, sisi tumefuata hayo, hakutuelezea exactly. Hakutuambia tusome kimesemwa nini, huu ambacho kinarelate na mazingira yetu, kwamba upeleze miaka. Hakutuambia kwenye hii kesi hii ilikuwa inazungumzia further adjournments kwenye kesi ambayo mahakama meshmakuna kamsemo hakana nia ya kuleta kuletaakikako kinajukana kisheria kwamba mahakama sio mama yako. Kwa hiyo unapoiomba mahakama nikuflani, lazima uipeleke mahakama ii za kwenye sheria au kwenye maamuzi yani ii mahakama na misimamo ya kisheria au maamuzi ya mahakama yana yanabaini. Mheshimiwa, ndio maana anasema wenye wataalamu wa sheria baada ya zaria wakaenda mahakama si mama yao kwenye, wa kwenye kesi hii hakuna sehemu tumeonyeshwa sasa inatumikaje? Ndio maana ni Mheshimiwa, bahati mbaya sana nimesikia kauli mbili kwenye kupinga kupinga kupinga, kwamba tusiahirisha, wengine wanasema tuendelee na hili. Nikaona ni, ni, ni, ni kama wamechanganya wame hizi kesi mbili, wengine wanasema tuendelee na msikilizwaji kama nimesikia vizuri, lakini baadaye akaklarify Mtobesha anasema tuendelee na komiti kwamba tusiahirishe leo tuendelee na pomito au tuendelee na, na usikilizwaji mheshimiwa, usikilizaji ni urahisi tu kwamba mahakama hii sio kesi yake. <coughs> Sasa si usikilizaji, naona ilikuja bahati mbaya ikawa tu misplaced. Tunajua tunajua tujaze matamanio

mekunito kutoka wapi? Lakini najua alikuwa anajua, najua alikuwa anajua. nime nime nime nimeona kuna hoja pia, jaji mkuu alisema kamilisho upelelezi kwanza alafu kamati, kama ambavyo mahakama ime, imepata ukakasi, is precedent. Hayo hayo maneno ya jaji mkuu kwanza, hata tukwambia kayasemea watu, yani source ile knowledge ni source haja kuambia, akasema kwenye video akamwambia yeye mpigia simu sio kufanya nini, hakuambiwa na Haya, basi kayasema kwenye itvsapoteva kayasema, Mheshimiwa, manima jaji mkuu hayawezi kupasii vifungu vya sheria vilivyotungwa na Bunge. Mheshimiwa, kifungu cha mia thelathini na moja kaitoatasii kimeondoa masiliyazofei kwenye isho kukamilisha upelelezi kwanza, ndio ushtaki kifungu cha mia thelathini na moja katika sabwani hapo, mheshimiwa kikisoma kimeondoa ibatiakanga kukipitia, lakini najua amekipitia asema alipitiwa. Ukimpa mheshimiwa, swala hata kama jadi ikasema hayo maneno, hayawezi kuwa zaidi ya sheria iliyotungwa na Bunge sheria iliyotunga na Bunge kwa busara zao, wamesema hapa, kwa tafsiri rahisi kwamba bila kuathiri vifungu vingine vya sheria vya sheria hii au sheria nyingine iliyoandikwa, si ndio? Samani shinmbatole, sindio? kwamba hakuna mashtaka yatakayofunguliwa bila kukamilisha upelelezi unless, yani labda tu au except, ni isipokuwa yale mashtaka makubwa serious offenses, ambayo yanasikilizwa na mahakama kuu. Ndio kifungu hiki kimesema sasa. CJ hiyo inaweza akasema hivyo eti ndio tutasema? CJ ikasema eti kifungu, tuachane nacho mheshimiwa. Kwanza ndio kasema hapo, kama tulivyosema, maelezo, kauli ya CJ haiwezi ka kutafsiri haiwezi ka ikawa kubwa kuliko kifungu kwa sheria. Naona kwa kadangu pia kidogo hadi alienda tofauti wenyewe wanasema kuchochoro, anaitoa ya kuchochoro. Kwa hiyo mheshimiwa, kuhusu adjournment ya kifungu cha mia mbili ya arobaini na nane kwamba inahitajika reasonable cause. Kwa hiyo mheshimiwa, sisi tunayomba mahakama ya kwa iti tuito mm -hmm. tumeona kuna reasonable cause ya kuahirisha hili mahakama hiyo kwenye position sasa ya kuweza kusikiliza na kwa maana ya mahakama kuu, baada ya kuwa tumefanya kupitio vizuri kwa mujibu wa prosida na vifungu vya sheria h, bado sisi kwetu tunaona sababu hiyo ya kurudisha kukamilishwa upelelezi kwa mpelelezi sehemu hizo chache zilizobakia ni sababu ambayo bahati mbaya kifungu cha 228 hakijaeleza hizo reasonable grounds ni zipi. Yaani siyo tu, eti kwa sababu inakataliwa na wenzetu basi isiwe lizo nakogozi. Sasa ni discretion ya mahakama. Mheshimiwa, kuhusu kesi ya Diman Crispin hii mheshimiwa, imeletwa kama nimeielewa, imeletwa kwa badala, yani kwamba mahakama yako kama ukiwaelekeza hivi, wasipofanya basi baadaye unaweza kudismiss, yani haiko kwenye i, kama nimemwelewa kwamba mahakama yako sasa itoe maelekezo kwa upande wa jamhuri, wasipofanya basi mahakama iweze kudismiss kwa hiyo sasa sisi tunaiona ya hii kesi matumizi yinaoletwa si matiwa, yaani kwa sababu umesema kwanza toa oda, usipotekeleza basi ndio utumia hii kesi. Sasa tunashindwa hapa kujibia, na hatuwezi kujibia kwa sababu ataileta wakati huo, kama hilo litatokea, inawezekana oda yako ikawa ikatekelezwa ambao anaiona ikatoka ikatekelezwa kabla ya matumizi ya ishi, ya, hi, ya hii kesi alio kwa sababu hakukuwa na ombi la dismiso yani hapa, hapa si tulichoelewa, maombi mawili kwanza, isiahirishwe ili tuendelee na hieri, na naar na isiahirishwe ili tuendelee na gomiko, hakuna ombi la dismiso. Kwa hiyo kesi hii izi haiwezi kutumika kwa wakati ya dismiso, kwa maana nasema bado imeletwa mapema baada ya ombi lao la dismiso. Yani, kwa maneno mengine, kesi hii haisapoti maombi yao ya kulazimisha komita au kusikilizwa kwa kesi hii. Haiungi mkono hii ma mamlaka ya mahakama ku- kudismiss mashtaka, sasa imekuja mapema sana. Nikijikita huku nitakuwa napoteza muda wa mahakama na kamuda kangu kadogo. Mm -hmm. Kaka yangu mzee Mgwai katurejesha ka, ka kwenye miongozo ya AG ile ya zamani. Huu mwongozo ni maelekezo ya mastato kwa ujumla eh? Na wanaelekezwa katika kufanya majukumu yao waangalie vitu muhimu kama ambavyo vinatolewa kwenye maelekezo yanayotoa hivi. Pia kama hiyo mwongozo wa DPP namba vile 2 kuhusu plea na kuangalia vile vitu vya msingi vinaongeliwa kwenye sura ya amini kwenye kifungu cha nane cha IPSA na kwenye 59 um, ktsu kitu ambacho

Mheshimiwa kwa kusema hayo, na mimi ile kumi na nane aliyokuongea Dr. Nshala ambaye ni API ni API ya Dr. Nshala ah, yani kwa kusema haya alisema tumeingia ndani ya kumi na nane ya mahakama, alisema Mheshimiwa Nshala.